Nimefurahi sana na huduma hii kujitokeza hapa, maana ya huduma ya chakula nilikuwa nilikua nafata mbali na kuku zangu aina broiler, saso na kuku wa mayai, nilikuwa napata tabu sana usafiri kunifikia. Na nimekuja hapa kununua bidhaa hii kwa ajili ya kulishia samaki wangu. Nashukuru sana, zamani tulikuwa tuzipati kwa wakati. Nashukuru tumesogezewa huduma hapa, nashukuru sana kampuni hii. E, mi ni mfugaji wa nguruwe na nashukuru sana hii huduma sogezea hapa Bweri, maana tulikuwa tumeisha teseka sana. Rubaba TV, kama ilivyo kawaida, ndugu mpenzi mtazamaji wa Rubaba TV, popote unaponiona, wewe mfugaji na mkulima, jua ni habari njema kwa ajili yako. Leo tuko Musoma, mkoa wa Mara, na hapa tuko stendi ya Bweri ambapo hapa Lengo letu tuleta hapa ni kusogezea wewe mkazi wa Musoma mkazi wa Mara na viunga vyake huduma. Karibu sasa, concentrate zetu za chakula I mean, kuanzia nguruwe, kuku na samaki zinapatikana sana kwa urahisi hapa, na sasa tuna dira wetu au distributor wetu au msambazaji wetu hapa stand. Kwa hiyo wewe mkazi wa Musoma mkazi wa Mara na maeneo yote ya karibu, huna haja ya kuhangaika tena. Ukifika hapa stand, utapatiwa elimu ya kina na wataalamu wetu, lakini pia utaweza kujipatia bidhaa ambazo zinaweza kageuza ufugaji wako kuwa watija zaidi. Nisiwe na maneno mengi, we fika ofisini uweze kushuhudia na uweze kuona jinsi ambavyo watu wanafanya kilimo na ufugaji. Habari ndugu wafugaji, mnaopatikana mkoa wa Mara. Leo hii tuko Musoma, tumewasogezea huduma ya bidhaa bora pendwa, bidhaa za concentrate kutoka kampuni ya Koudijs Animal Nutrition. Kwa majina naitwa Emmanuel Po, mwakilishi wa Koudijs upande wa Kanda ya Ziwa. Tunapenda kuwakaribisha wafugaji wote ambao mnapatikana Musoma, mkoa wa Mara. Huduma hii inapatikana hapa Bweri stendi ya mabasi. Tuna bidhaa nyingi, kuanzia bidhaa za nguruwe pamoja na bidhaa za kuku. Hivyo basi tunapenda kuwakaribisha wafugaji wote mnaopatikana wa Musoma na ukanda wote wa Musoma. Tuna bidhaa za nguruwe wadogo ambao tunazita ni clip feed. Vile vilevile kuna bidhaa za nguruwe KPC 30 ambazo ni kwa ajili ya nguruwe walioachishwa kunyonya starter grower pamoja na finisher. Vile vilevile pia tuna bidhaa ambayo ni KPC asilimia ishirini kwa ajili ya nguruwe wanaonyonyesha na waliozaa pamoja na wale ambao wanaandaa kwa ajili ya mbegu. Vilevile pia, wafugaji wa Musoma, tuna bidhaa ambayo kwa ajili ya kuku wa mayai kwa ajili ya kuongoza wingi wa mayai pamoja na bidhaa kwa ajili ya kukuzia vifaranga wa kuku wa mayai broiler pamoja na machotala. Tunapenda kuwakaribisha, tupigie simu namba zinaonekana hapa au fika ofisi inayopatikana Bweri Stendi kwa ajili ya maelezo zaidi na kujipatia bidhaa. Asanteni sana. Hello hello, uh, wakazi wa mkoa wa Mara manispaa ya Musoma. Uh, sisi ni Koudijs, kampuni ya uh, inayojishughulisha na virutubisho mbalimbali kwa ajili ya mifugo kama kuku, samaki uh, pamoja na, na nguruwe uh, kwa sasa tumewasogezea huduma karibu kwa wakazi wa Bweri hususan uh, hususani wakazi wa Musoma, duka letu lipo stendi ya Bweri ambayo ni stendi mpya hapa kwa kwa wakazi wote wa Mara na viunga vyake. Wote mnakaribishwa kufika ugani kwetu kujipatia bidhaa mbalimbali. Nimewaletea bidhaa mbalimbali kama chakula cha samaki kipo kuanzia poda uh, 0.5 0.8 pamoja na milimita moja na kuendelea mpaka finisher. Kwa hiyo tuna starter, grower na finisher, vyakula vyote vipo. Tunawakaribisha wakazi wote wa maeneo ya jirani na hususan wale wale wadau wakulima wote wanao, fuga uh, pamoja na wale wanao wanaofuga kwenye mabwawa pamoja na ziwani. Huduma ya chakula ipo karibu nanyi, karibuni sana. Tunawategemea mfike hapa dukani, kwa sababu tunasogezea huduma karibu. Kwa majina naitwa Nasibu, ni mkazi wa Bweri. Nashukuru sana kampuni hii kutuletea bidhaa hii, na nimekuja hapa kununua bidhaa hii kwa ajili ya kulishia samaki wangu. Nashukuru sana. Zamani tulikuwa tuzipati kwa wakati, nashukuru tumesogezewa huduma hapa. Nashukuru sana kampuni hii. Kwa majina naitwa Kichele Peter Kitende, ni mfugaji wa kuku maeneo ya Bweri, kata ya Morembe. Nimefurahi sana na huduma hii kujitokeza hapa. Maana ya huduma chakula, nilikuwa nafuata mbari kuku zangu, mayai nilikuwa napata tabu sana. Karibuni sana wafugaji wenzangu, mkaribie hapa maeneo ya Bweri Standi. Kwa jina naitwa Maendeka Stefano ni e, mkazi wa hapa Bweri. E, mimi ni mfugaji wa nguruwe na nashukuru sana hii huduma kutusogezea hapa Bweri, maana tulikuwa tumeisha teseka sana. Kwa hiyo nashukuru sana, naendelea kushukuru sana hii huduma kutufikia hapa leo. Kwa hiyo asanteni sana, na wafugaji wenzangu nashiriki na kuwakumbusha ku, ku, kwamba huduma imetusogezea ime hapa jirani. Kwa hiyo Bweri stendi ndio ofisi zao zilipo.